Ole wake kila safihi msengenyaji, aliyekusanya mali na kuyahisabu. Anadhani ya kuwa mali yake yatambakisha milele. Hasha! Atavurumishwa katika hutama. Na nani atakujuvya ni nini hutama? Moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa, ambao unapanda nyoyoni. Hakika huo utafungiwa nao, kwenye nguzo zilionyooshwa. Suratul Humaza imeteremka Maka. Katika sura hii kipo kitisho kikubwa kwa mwenye kuzoea kuwakebehi watu kwa ishara au kwa maneno, mwenye kukusanya mali mengi akayahisabu kwa ajili ya fahari na kudhani kuwa mali yake yatambakisha milele duniani. Na humo vilevile lipo onyo kubwa kwa hao kuwa watatiwa kwenye moto mkali unaovuruga miili yao na nyoyo zao, na wanafungiwa milango, na juu ya hivyo watafungwa pingu humo, basi hawataweza kutaharaki wala kutoka Atapata adhabu kali na maangamio huyo, ambaye mtindo wake ni kuwapeleli watu kwa kauli au kwa ishara au kuwasengenya, kuwavunjia heshima zao, ambaye amekusanya chungu ya mali na akawa kazi yake kuya hisabu tu, kwa kuona ladha huko kuhisabu. Anadhani huyo kuwa mali yake atamweka milele duniani na yatamkinga na hayo anayoyachukia, na cheza na hiyo Wallahi, hapana shaka yoyote kwa vitendo vyake viovu hivyo, atakujetumbukizwa katika moto na ukuruga kila kinachotupwa humo. Na kitu gani kitakachokujuvya nini ukweli wa moto huu wa hutama? Moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa kwa amri yake, na daima unawaka, ambao unafikiria nyoyoni na kuzizunguka nyoyo huo utakuwa umefungwa milango yake, na wao watakuwa wamefungwa humo ndani kwenye maguzu yaliyonyoka, hawawezi kutaharaki wala kutoka.